Ninaomba tusimame wote, ninaomba tusimame wote, na taratibu, unapiga picha huko studio, wakati tunampokea mgeni wetu ambaye tumekuwa tukimsubiri muda kidogo, uliopita naye ndio anaingia katika eneo hili la dampo, dampo la jiji letu. La kwanza, tuna kukaribisha sana. Mwenyezi Mungu ametubariki na hili ziwa, alikuwa na makusudi yake kwamba watu wa Mwanza na watu wote wa kanda ya Ziwa tulitumie hili ziwa kwa maisha yetu, maisha yetu na vizazi vijavyo, kama sisi tulivyoachiwa na, na wazazi wetu huko nyuma, tulitumie hili ziwa kama ni chanzo muhimu cha kuendesha maisha yetu jamii kiuchumi. Lakini kinachotokea ndugu zangu, tunamkufuru Mungu kwa sababu Mungu amekupa rasilimali uitunze, ili nawe ikutunze, uweze kuchukua kwenye rasilimali ile au kwenye chanzo kile, maisha yaende mbele. Tunachofanya, tumefanya ujuaji wetu Tunatumia sumu ndani ya ziwa lile, lakini tunatumia nyavu zisizoruhusiwa ndani ya ziwa lile. Na unapotumia nyavu zile pale, ina maana unakwangua kila kitu kilichoko huko chini, na kwa maana hiyo unaharibu mfumo wote wa maumbile aliyoumba Mungu kule chini, ili samaki waendelee kuzaliwa. Tumefanya ufundi wetu na bahati mbaya, jambo hili hafanyi mtu mmoja, wameanza wachache, wameonekana wanapata, wote tumeingia kwenye mtindo huu. Tunalolifanya hili, ndugu zangu, ni sawa sawa na kuchukua kisu kajipiga tumboni wewe mwenyewe, kwa sababu pale ndipo maisha yako yanapotoka, lakini unapaharibu kwa makusudi, maanake unajiua. Kwa hiyo ndugu zangu ni kwa nataka niwaoneshe hiyo sura kwamba lile ziwa ni rasilimali Mungu wametuka litutunze na sisi kulituze. mweshimua mkuwa mkoa, mweshimua katibu mkuu, wametoa takwimu hapa jisi ziwa lile lilivyokuwa likizalisha. Mkuwa mkoa amesema kuna liwana vinne vilakisia, vinavyofanya kazi ni vinne tena wasiti ambazo zimepungua, lakini nataka niwaambie mna bahati. Nimetoka Mara, wana viwanda vinne inafanya kazi kimoja, tena shifti moja. Lakini faraja niliyoipata Mara ni kwamba wamepigana kutunza mazingira ya ziwa, wamepigana na uvuvi haramu. Kazi hii siyo ndogo, na kazi hii iliyoko hapa ni ile iliyofanywa na kikosikazi cha patro ya ziwa lakini ninaelewa kwamba wakuu wa wilaya nao huwa wanakamata huko huko na kuchoma huko huko. Kwa hiyo niendelee kuhamasisha kuendelea kupambana na vitendo hivyo, ili si walivyoshwari penyewe lizalishe zaidi na sisi tupate zaidi kwa maendeleo yetu moja moja, lakini maendeleo pia ya taifa letu. Serikali itaendelea kushirikiana nanyi kuhakikisha kuwa rasilimali za uvuvi katika ziwa Victoria zinaendelea kuwepo kwa kuendelea kutoa rasilimali fedha na mtendea kazi gazi. Nadhani mmeona uhusiano wa kauli mbiu yetu ya mwaka huu kwamba tunza mazingira imbili wa maendeleo ya viwanda Tanzania. Mfano mdogo, tumetoa viwanda vya samaki, tumeharibu mm -hmm. mazingira ya ziwa, viwanda vimeacha kuzalisha. Kwa hiyo mazingira ya ziwa tuletunza vizuri sio ungekuwa mhimili wa viwanda vyetu sa hivi viwanda vyote vingekuwa vinafanya kazi. Kwa hiyo na maeneo mengine ni hivyo hivyo, kwenye misitu ni hivyo hivyo, kwenye kilimo kuharibu ardhi ni hivyo hivyo. Tunapo haribu mazingira tunaharibu mustakabali wa kuwa na Tanzania ya viwanda. Kwa ndugu zangu, kila mmoja kwa nafasi yake, kila mmoja pale alipo, tujitahidi kutunza mazingira yetu ya Tanzania. Ndugu wananchi, viongozi wa taasisi za serikali na zile za mashirika binafsi, viongozi wa kisiasa na viongozi wa kidini, nirudie tena kwamba maisha yetu na mazingira yanategemeana. Tutunze mazingira, ili mazingira nayo yatutunze kwa faida yetu leo na vizazi vijavyo. Wazee wetu walikuwa mabingwa wa kutunza mazingira na ndio maana nasi tumekuta mapori yako vile vile, tumekuta ziwa linatema sana, tumekuta migodi inatoa dhahabu nyingi, tumekuta kila kitu kiko vizuri, lakini sisi sasa tunaharibu na tunawaharibia vizazi vijavyo, watoto wetu ambao tutawaachia mashimo, tutawaachia ziwa lenye maji tu, tutawaachia mambo ambayo tumeyaharibu. Na haya tuwafaa katika maisha yao. Hatuwakatazi kuingia kwenye mradi wa kuvua, tunataka wavue kwa usalama, watunze mazingira ya ziwa, lakini yoyote atakayebaini ni kama alivyosema kwamba anajiingiza kwenye vitendo vya uvuvi haramu, basi tutamshughulikia kwa mkoa, atatuambia na tutamshughulikia. Inategemea yuko kwenye nafasi hivi, kama yuko kwenye nafasi yake atamaliza mwenyewe kama iko kwenye nafasi za uteuzi, basi tutashughulika naye, na niseme kwamba sasa niko tayari kufanya kazi ambayo nimeitwa kuifanya, nayo ni kuchoma nyavu za uvuvi haramu. <coughs> <coughs> Kukuhabarisha jiunge na ripota wako Millard Ayo na upate habari zote, install app ya Millard Ayo inayopatikana kwenye Android na iOS, kwa jina hilo hilo la Millard Ayo. Utapata notification kila mpya inapoingia, kuanzia za mastaa, siasa, michezo na mengine ya dunia.